Shalom, wana wa Mungu, nina kusalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai na katika pendo la Mungu wetu. Ni matumaini yangu ya kwamba unaendelea vizuri, na ni mimi mtumishi wa Mungu, Pastor Yohana Mahundi, ninakukaribisha tena katika ratiba zetu za huduma ya neno la Mungu, kwa baraka ambazo Mungu amenipa kusema na wewe. Na katika kipindi hiki cha leo na majira haya, ninao ujumbe muhimu kwa ajili ya kuweza kuendelea kuinua kiwango chako cha kumwamini Mungu kuendelea mbele. Najua katika maisha yetu wanadamu ni lazima tuwe na kitu kile kinatusaidia kuweza kusogea mbele. Kuna wengine wasiomjua Mungu, wao waamini waganga wa, wa kienyeji, utumaini wingi wa mali walizonazo, wengine elimu zao kazi zao na vitu vingi, lakini sisi tumwaminio Kristo tutalitumainia jina la Bwana. Kwao niko hapa kusema na we ambaye umekuwa ukitamani kuendelea kuona Mungu akisaidia maisha yako, akiendelea kubariki maisha yako, na mwingine umekuwa ukimtumaini na kuamini, na unahitaji msaada wa kiroho, namna ya kuendelea kukua kiroho, unahitaji kuona namna ambavyo Mungu anaendelea kukuhudumia, na mimi niko hapa kwa ajili ya kuzungumza yale machache ambayo Bwana ananipa kibali ajili ya kusema nawe. Kwa hivyo basi, fuatana nami kuanzia hapa sasa tunapoanza mpaka pale tutakapoenda kuhitimisha yale ambayo Bwana atanipa kusema nawe mahali pale ulipo. Ninakutakia baraka njema, naruhusu neema ya uwepo wa Mungu iwe pamoja na wewe, naruhusu neema ya nguvu ya Roho Mtakatifu ifunike juu yako, na ruhusu moyo wako kawe tayari kupokea kile ambacho Bwana atanipa kusema na wewe katika majira haya na katika siku hii. Hivyo basi, uwepo wa Bwana uwe nawe mahali hapo ulipo katika jina la Yesu Kristo. Msingi mkubwa wa neno la Mungu ambao tutakwenda kutazama ni nguvu ya imani itendayo kazi kupitia matamko. Nguvu ya imani itendayo kazi kupitia matamko nguvu ya imani itendayo kazi kupitia matamko, na kila matamko yanatoka kinywani mwa mtu au watu. Na watu wengi wamefungwa kwenye maisha yao kwa sababu ya nguvu ya maneno yanayonenwa edha na wao wenyewe au wanayonenewa na watu wengine. Kwa sababu hata wanaoenda kuloga kwa waganga wa kienyeji, wakifika kule, wewe kule haupo, lakini watanuizia, watafanya maapizo, watatamka maneno, na yale maneno unakuta yanatokea kwenye maisha ya watu. Kwa hiyo hicho kitu kinaitwa ni nguvu ya imani katika matamko au maneno, na ndicho kitu ambacho uh, katika majira haya nahitaji nizungumze na wewe ukajue jinsi ulivyo na mamlaka. Ukisoma kitabu cha Injili ya Yohana sura ile ya kwanza, mstari kwa ya kwanza, hapo mwanzo kulikuwa na Neno, na Neno alikuwa kwa, kwa Mungu, na Neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa, kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa yeye pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika, nani neno. Kwa hiyo Mungu alipokuwa anaumba aliumba kwa neno, ndivyo ambavyo leo tunaweza kutamka tu chochote kile na tusijue nini tunazungumza. Watu wengi kwenye hilo eneo wameangushwa na wengine kwenye hilo eneo wameinuliwa, wengine wamebarikiwa, wengine wamelaaniwa kwa sababu ya matamko au maneno. Naomba tutazame kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ile ya 21 mstari kuanzia ule wa 18 mpaka ule mstari wa 22 tuweze kuona nini maandiko yanatueleza. Kitabu cha Mathayo sura ile ya 21 mstari ule wa 18 mpaka ule mstari wa 22. Ah, uh, Biblia inasema hata asubuhi alipokuwa akienda mjini aliona njaa, akaona mtini mmoja kando kando ya njia, akauendea, asione kitu juu yake ila majani tu, akauambia yasipatikane matunda kwako tangu leo hata milele. Mtini ukanyauka mara. Wanafunzi walipoona walistaajabu wakisema, jinsi gani mtini umenyauka mara? Yesu akajibu akawaambia, amini nawaambia mkiwa na imani msipokuwa na shaka, mtafanya si hilo la mtini tu lakini hata mkiwambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, litatendeka. Na yoyote mtakayoyaomba katika sala, mkiamini, mtayapokea. Sio hilo la mtini peke yake tu ambalo mmelistaajabu, zaidi ya hayo mtaweza kuyatenda. Hata milima mnaweza mkaiondosha kwa neno tu. Maana wanafunzi wa Yesu walipoona mtini umenyauka mara moja, baada ya Yesu kutamka, na lilikuwa ni jambo la kimwili tu. Yesu ameona njaa, akauendea mti na mti haukukosea, haukuwa kwenye majira yake ya kuzaa, lakini kwa sababu ya njaa ya Kristo, lakini ulikuwa ni mpango wa Mungu, kwa sababu ya kuwafundisha akina Petro, akina Yohana, akina Mathayo na wengineo. Walistaajabu kuona mtini mara baada ya kusikia tamko la mpakwa mafuta la, la Masihi wa Kristo limetamka neno, mtini ukanyauka mara. Mtini uliweza kutii neno la Kristo Yesu wanafunzi wa Yesu wanapostaajabu, jambo hili limetendekaje, limewezekaneje, Yesu akawajibu akawaambia, sio hilo tu la mtini mnaloliona, mkiwa na imani pasipo mashaka mnaweza kuamisha hata milima na yakatendeka, ukawamlima ukawamuru mlima ng'oka na ukawatii kwa sababu ya imani iliyotimilifu ukirejea ile Marko kumi na sita mstari kuanzia 16 kumi na sita Biblia inasema ya kwamba, na ishara hizi zote zitafuatana na hao waaminio, na t -t -t tamani uweze kukijua kuna nguvu ya mamlaka ndani ya kinywa cha mpakwa mafuta au mwana wa Mungu aliye na nguvu ya roho ya imani ndani yake katika Yesu Kristo, hasa anapojua mamlaka iliyoko ndani yake. Kristo alisema, kuanzia leo na kuamuru wewe mtini, hayatapatikana tena matunda ndani yako. Na ndivyo watu wa giza wanavyotamka juu ya watu, ya watoto wa Mungu. Lakini Yesu anamwambia, hilo si peke yake tu, hata mtakapokuwa katika kusali lo lolote mtakaloliomba mkiamini pasipokuwa na shaka. Ok, unaweza ukajiuliza, kwa nini Kristo aseme mtakapokuwa kusali, mkifanya maombi, mkiamini? kwa maana gani hawa watu? Je, hawaamini Maanake kuna shida ya nguvu ya kiwango cha imani. Manake wameamini, na Biblia anasema hata mashetani yanaamini ya, ya kwamba Mungu yupo, tena yanatetemeka. Na ndilivyo lilivyo kanisa leo, tuna watu wanaoamini kwa habari ya kwamba Mungu yupo na imewapasa kuomba na imewapasa kuwepo kwenye nyumba za ibada na imewapasa kuokoka na imewapasa kumcha Mungu, lakini hawana imani kwa habari ya matendo makuu ya Mungu, hawana imani kwa habari ya miujiza, hawana imani kwa habari ya ukombozi haona imani kwa habari ya uponyaji, haona imani kwa, kwa habari ya matendo makuu ya Mungu, kama ilivyokuwa kwa hawa wanafunzi waliostaajabu kwa sababu ya mtini ambao ulinyauka kwa kupitia neno, kwa kupitia tamko la Kristo Yesu na, na Yesu akawaambia sio la mtini peke yake, lakini mkiamini ndani yenu pasipokuwa na shaka mtafanya zaidi ya hayo leo kama Bwana aishivyo. Mungu akusaidie mpendwa, Mungu akusaidie rafiki. Wewe ambaye unaweza kuwa umefika hatua, unasema mbona mimi nimesari sana, mbona mimi huwa naomba sana, mbona mimi huwa natoa sana sadaka, mbona mimi nimehangaika hata kwa watumishi wa Mungu mbalimbali na bado sijaona msaada. Biblia inasema mkiamini pasipokuwa na shaka, lakini mnaweza kusali na msiwe na imani. Leo Mungu akusaidie katika jina la Yesu Kristo. Nguvu ya kiwango chako cha imani i diye lolote uliombalo, lolote ulinenalo, lolote utakalolitamka kwa kinywa chako likatendeke. Maana kinywa cha Bwana kimeanena haya, ya kwamba lolote utakaloliomba katika kusali, ukiamini, limetendeka Hajaweka mipaka, hajaweka masharti, hajaweka vizuizi kwamba unaweza ukaomba kitu fulani na kitu fulani usiombe. No, anasema lolote mtakaloliomba mkiamini katika kusali, imetokea katika majira haya na katika kipindi hiki katika ibada hii, katika tafakari hii, Mungu achilie kiwango cha nguvu ya imani itakayoinuka ndani yako itakayokwenda kuachilia mafuta yatakayokuvusha yatakayoenda kukutoa eneo kwenda eneo, yatakayokwenda kuhamisha milima ndani yako, yatakayokwenda kuvunja nguvu yoyote iliyo kinyume na nguvu ya madhabahu ya Mungu. Hakuna kitakachoshinda imani. Yesu anasema na yoyote mkiamini yawezekana, yote yawezekana kwake yeye aaminie. Niko hapa mtumishi wa Bwana, nikuambie hata kwako kwa inawezekana kutendeka, hata katika hayo unayoyatamani, inawezekana yakawa, hata huo uzima unaotafuta inawezekana ukaupokea. Ni ile imani tu pasipokuwa na shaka, ni ile imani tu iliyotimilifu katika Bwana. Mungu akusaidie majira haya mahali pale ulipo. Ombi langu ni moja tu ninalokwenda kukuombea majira haya, Mungu akutendee kwa kadri ya kiwango cha nguvu ya imani itendayo kazi ndani yako. Inawezekana una maombi mengi, inawezekana kuna vitu vingi ambavyo unatamani Mungu akuongeze, akusaidie, akusaidie akuvushe. Lakini mimi ombi langu katika majira haya ya siku ya leo ni moja, Mungu akupe neema, kila utakalolinena kinywani mwako likatendeke kwa kadri ya kiwango cha imani itendayo kazi ndani yako. Tuombe pamoja nami saa hii. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru, kushukuru sana kwa sababu umelituma neno lako katika majira haya ulio ya kusudia na tena umenipa neema ya kusikizwa na huyo mpendwa mwanao na kwa ajili ya hawa ambao mungu wanatazama ibada hii majira haya katika jina la yesu kristo kila mmoja bwana yesu ili ni ombi langu mbele zako likatimilizwe neno la kinywa chake maana bwana umenena ya kwamba lolote tutakaloliomba katika kusali tukiamini limetendeka kwa jina la Yesu Kristo, haijalishi kuna jambo la namna gani ambalo anatamani kuona likitendeka kwake likithibitika na kutimilizwa. E Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, naachilia mafuta ya neema kwa damu ya mwana kondoo, ukaachilie rehema na utakaso na mpatanisha na neema ya wokovu, na mpatanisha na neema ya ukombozi, na mpatanisha na nguvu ya msaraba, na mpatanisha na nguvu ya neno. Maana Bwana ulitamka neno nalo likawa. Ukasema neno nalo likatimilizwa. Ukaulaani mtini kwa neno nao mtini ukanyauka mara. Leo iko shida ikaondoke mara, kwa ajili ya huyo mtoto wako leo viko vifungo vikaondoke mara, kwa ajili ya mtoto wako leo iko dhiki ikamwachia mara, kwa ajili uyo mtoto wako, kwa jina la Yesu, kwa ilo neno la imani, mpe neema ya kupokea, mpe neema ya ukombozi, mpe neema, e Bwana, kwa jina la Yesu. Haya ni maombi yangu mbele zako Bwana Yesu. Asante kwa ajili ya kibali. Asante kwa ajili ya uzima huu na amani. Maana umesema huu ndio uzima wa milele. Wakujue Mungu wa kweli na wa pekee na Yesu Kristo aliyemtuma. Libarikiwe jina lako takatifu Mungu liye hai. Sante kwa ibada, sante kwa kipindi, sante kwa ajili ya neno la uzima. Amen. Mungu akubariki sana wewe ambaye umefuatana nami kuanzia pale na nilipoanza mpaka sasa hivi ninapohitimisha. Naamini kunalo jambo ambalo Mungu amekusaidia kunalo jambo ambalo Mungu amekupa kupokea ndani yako. Unaweza kuwasiliana nami kwa ile namba yetu ya daima ya 0756537434, na unaweza kupata ushauri zaidi. Unaweza kupata mafunuo na mafundisho zaidi, na unaweza kuambatana nami pia kwa mitandao mbalimbali mbali ya kijamii, kama pale YouTube channel, unaandika tu Pastor Yohana Maundi, unanipata pale. Lakini pia WhatsApp namba ni hiyo ya 0756537434. 763744 una join na sisi kwa huduma, tunakuwa live pia kila siku kwa njia ya Zoom meeting. Utapokea linki na Bwana atakuhudumia. Ubarikiwe sana na neema ya Kristo Yesu iwe pamoja nawe. Amen. Amen.